Karibu mpenzi mtazamaji, leo tunakwenda kuliangazia kombora la BM-27 Uragan, kombora hili hatari kutoka Jamhuri ya watu wa Urusi. Je, unataka kufahamu kombora hili lina madhara kiasi gani kwa walengwa? Je, lilianzishwa lini na ni nini malengo yake kwa jeshi la Urusi? Basi ungana na mimi hapa hapa kupata kufahamu historia yake nini sababu zake za kuanzishwa kombora hili na, je, lilifanya operesheni gani na liliacha athari gani kwa walengwa? Basi karibu tuungane katika makara hii. Leo tunakwenda kuangalia kwa undani moja ya silaha hatari kabisa kutoka Urusi, BM-27 Uragan. Silaha hii ni ya kutisha, yenye uwezo mkubwa wa kuangamiza eneo kubwa kwa sekunde chache tu. Je, unajua kuwa mfumo huu unaweza kurusha roketi 16 ndani ya muda mfupi sana na kuzua maangamizi makubwa? Kaa tayari, kwani utajifunza kila kitu kuhusu historia yake, uwezo wake, matumizi yake vitani, na jinsi inavyotumika leo. Usisahau kusubscribe kama unapenda maudhui haya. BM-27 Uragan jina ambalo lina maana ya kimbunga kwa lugha ya Kirusi liliundwa na Umoja wa Kisovieti mwishoni mwa miaka ya 1970, likiwa ni jibu kwa haja ya kuwa na mfumo wa kurusha maroketi kwa haraka, umbali mrefu na kuharibu maeneo makubwa ya adui. Mwaka 1975 ndio ulikuwa mwanzo wa uzalishaji wake rasmi. Wakati huo Umoja wa Kisovyeti ulikuwa kwenye ushindani mkali wa kijeshi zidi ya mataifa ya NATO. Na silaha kama hizi zilihitajika ili kutoa uwezo wa kushambulia kwa nguvu kubwa kabla adui hajapona. BM-27 ilichukua nafasi ya mfumo wa zamani wa BM-21 Grad kwa kuwa Uragan ilikuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kusambaratisha majeshi ya adui, magari ya kivita na vituo vya mawasiliano kwa kutumia roketi kubwa zaidi zenye kipenyo cha milimita 220. BM-27 Uragan imewekwa juu ya Yazir, tano, lori la kijeshi aina ya Zir mara 3588. Lori hili lina magurudumu nane na lina uwezo wa kutembea kwenye ardhi ngumu sana kuanzia jangwani hata msituni. Kwenye sehemu ya juu kuna mirija 16 ya roketi, kila moja ikiwa na uwezo wa kurusha kombora moja la milimita 220. Mirija hii imepangwa kwa safu mbili, safu ya juu na safu ya chini. Uzito wa mfumo mzima ni takriban elfu 20 kilogramu na linaendeshwa na askari watatu hadi wanne. Roketi zake zinaweza kuwa na vichwa tofauti vya mabomu kama mlipuko wa kawaida, mabomu ya kugawanyika, cluster bombs, au hata silaha za kemikali katika zama za vita baridi. Kasi ya roketi zake ni kubwa kiasi kwamba zinaweza kufikia lengo lililopo umbali wa kilometa 35 na baadhi ya matoleo mapya yanaweza kufika hadi kilometa 70. Katika uwanja wa vita, BM-27 Uragan hutumika kama silaha ya mstuko, yaani inatumiwa mbele ya mashambulizi makubwa ya ardhini ili kuandaa mazingira. Kwa sekunde chache tu, roketi zote 16 zinaweza kurushwa na kuangukia eneo la ukubwa wa hekari kadhaa. Hii huleta madhara makubwa kwa vikosi vya adui, magari ya kivita, makao makuu na hata mahara ya silaha. Mfumo huu pia una uwezo wa kurusha roketi mbalimbali kulingana mbali, na aina ya tishio: HE, dashifragi mabomu ya mlipuko ya vipande, cluster munition, roketi moja inagawanyika kutoa mabomu madogo madogo mengi juu ya eneo kubwa. zemobari kiwahidi mabomu yanayotumia oksijeni kusababisha mlipuko mkubwa. Kwa kuwa BM-27 haina mfumo wa kulenga moja kwa moja malengo madogo, silaha hii ni nzuri zaidi kwa malengo makubwa kama kambi za kijeshi au vikundi vikubwa vya majeshi. Katika miongo ya hivi karibuni, BM-27 Uragan imeendelea kutumika na jeshi la Urusi na pia kuuzwa kwa mataifa mengine kama Syria, Ukraine, Angola Ethiopia, Kazakhstan na mengine mengi. Katika vita vya hivi karibuni hasa katika mzozo wa Ukraine, Uragan imekuwa ikitumika na pande zote mbili, Urusi na Ukraine. Hata kama ni silaha ya zamani, bado inaonyesha kuwa na athari kubwa kutokana na uwezo wake wa kurusha haraka na kuleta uharibifu mkubwa. Kipengele kipya kinachoonekana ni kopkeji, ule uzito wa chuma unaowekwa kwa juu ya kifaa kulinda zidi ya drone au kombora la juu. Hii ni teknolojia mpya ya kujilinda zidi ya mashambulizi ya kisasa, hasa yanayoshuka kutoka angani. Faida kubwa za BM-27 Uragan ni nguvu ya kushambulia kwa haraka, inarusha roketi 16 kwa muda mfupi sana, ufanisi katika kushambulia eneo kubwa, uwezo wa kubadilisha aina ya roketi kulingana na hali ya vita, muundo wa magari yanayoweza kupita maeneo magumu lakini pia ina changamoto zake haina usahihi wa hali ya juu kwa malengo madogo ni silaha nzito na kubwa hivyo inahitaji muda kuhamia sehemu nyingine inaweza kuwa lengo rahisi kwa drones au makombora ya kisasa ikiwa haijalindwa vizuri kwa ujumla BM-27 Uragan ni mfano bora wa silaha za henzi za vita baridi zinavyoweza kuendelea kwa tishio katika karne hii ya 21 ni ushahidi kwamba kwa wakati mwingine nguvu ya tishio haipo kwenye teknolojia ya kisasa tu, bali kwenye uwezo wa kushambulia kwa muda mfupi na kuleta madhara makubwa. Je, unadhani silaha kama hizi zina nafasi gani kwenye vita vya kisasa vinavyotumia drone, AI na makombora ya usahihi wa hali ya juu? Tuambie kwenye comment hapo chini. Usisahau ku like video hii, kusubscribe kwa mauzui zaidi, na kushiriki na marafiki zako. Na mpenzi mtazamaji, na imani umeburudika na kuelimika kuhusu kombora hili la BM-27 Uragan, kombora linaloumilikiwa na jeshi la Urusi. Basi tumini kuombe, usikose kusubscribe na kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili usipitwe na video zetu kila wakati tunapopakia. Mimi sina la ziada, ni kutakia utazamaji bora wa vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri.